Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri, yali na tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Nezia Masinde nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa kifuatacho ndani ya TVE. Habari: waziri mkuu Kassim Majaliwa abainisha kukua kwa ushirikiano kati ya Tanzania na Japan. Rais mstaafu wa Afrika Kusini Thabo Mbeki zitaka nchi za Afrika kuacha kubaki katika hatua ya kutunga sera pekee na badala yake kuanza kuzitekeleza. Na katika habari za kimataifa Joseph Kabila adai kuwa nchi ya Congo DRC inaendeshwa kidiktekta. Na moja kwa moja tuanzie na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema ushirikiano wa Tanzania na Japan umezidi kukua katika nyanja za kiuchumi, kisiasa na kidiplomasia, umezidi kuimarika ambapo mauzo ya biashara kati ya nchi hizo yameongezeka kutoka dola za Marekani bilioni 7 mwaka elfu mbili na ishirini na tatu hadi bilioni 37 kwa mwaka 2024. Taarifa zaidi inasomwa studio na Nancy Ibrahim. Majaliwa ameyasema hayo alipomwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati wa maadhimisho ya siku ya Tanzania kwenye maonyesho ya kimataifa ya Osaka World Expo Osaka 2025 yanayoendelea nchini Japani. Amesema Wajapani wanapenda bidhaa kutoka Tanzania zikiwemo za kilimo kama chai, kahawa, ufuta, tumbako, tingatinga, vinyago katani na madini mbalimbali yanayopatikana nchini ambapo pia amewakaribisha wawekezaji na wafanyabiashara wa Japani na duniani kote kuwekeza katika maeneo mbalimbali Tanzania yakiwemo ya, ya elimu, afya, miundombinu, nishati, kilimo na utalii. Tayari tumeitambulisha Tanzania leo asubuhi na kwenye tukio lile tulipata nafasi sisi wa Tanzania na wenyeji ndugu zetu wa Japani kueleza dunia nini kilichopo Tanzania fursa zipi ziko zoko Tanzania na kuwasihi waje Tanzania kuja kuwekeza kwenye maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Tunapoendelea kumwakilisha Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, tumetoa salamu zake leo na tutapata nafasi ya kukutana na wadau mbalimbali kwenye mikutano ya pembezoni, na mwisho tutakutana na Waziri Mkuu wa nchi ya Japani ili kuhitimisha siku hizi mbili. Aidha, amesema serikali ipo katika mchakato wa kuvifanyia maboresho viwanja vya maonyesho vya Mwalimu Julius Nyerere maarufu saba saba ili viwe na hadhi ya kimataifa na kuwezesha kufanya mikutano na maonyesho ya biashara ya kikanda na kimataifa. Moja kati ya mambo ambayo tumewahakikishia, tumewaambia ndugu zetu wa Japani ni kwamba Tanzania na Japani ni nchi ambazo zimeanza ushirikiano kwa miaka mingi kutoka mwaka 1961 na sisi Tanzania tumefungua ubalozi hapa na ndugu zetu wa Japani wamefungua ubalozi Tanzania. Ubalozi huu katika kipindi hiki tumepata uzoefu mkubwa sana, tumeweza kuona mahusiano ya kidiplomasia, kisiasa, lakini pia kiuchumi. Kwenye eneo la kiuchumi, tumeshaanza kushuhudia kuongezeka kwa biashara inayofanyika ndani ya Tanzania kwa wandugu zetu wa Japani kuagiza bidhaa Tanzania na kutumia bidhaa za Tanzania wanahitaji mazao mbalimbali mbali ya ya kilimo ambayo pia na wao wanayatumia na madini mbalimbali yanayopatikana mbali kwenye nchi zetu. Maonyesho hayo yamehudhuriwa na viongozi mbalimbali kutoka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar wakiwemo mawaziri, manaibu mawaziri, makatibu wakuu, naibu makatibu wakuu na wakuu wa taasisi mbalimbali . Maonyesho hayo yalianza tangu Aprili 13, 2025 na yanatarajiwa kumalizika Oktoba 13, 2025 ikiwa ni mara ya pili kwa Japani, Osaka kuwa mwenyeji wa maonesho hayo. Nikushukuru sana, Nancy Ibrahim. Rais mstaafu wa Afrika Kusini, Tabo Mbeki, amezitaka nchi za Afrika kuacha kubaki katika hatua ya kutunga sera na badala yake kuanza kuzitekeleza akisema kuwa bara hilo halina upungufu wa mikakati mizuri bali lina ukosefu wa viongozi wanaoweza kuzitekeleza kwa ufanisi. Ellen Manyangu ameandaa taarifa zaidi. Akihutubia katika mhadhara wa siku ya Afrika uliofanyika jijini Dar es Salaam, Mbeki alitafakari kuhusu kuondoka kwake madarakani mapema mwaka elfu mbili na nane, mwaka mmoja kabla ya kustaafu rasmi, na kusema kuwa wenzake walimsihi kutumia maisha yake ya baada ya uraisi kushughulikia changamoto kuu za uongozi barani Afrika. Mbeki katika hotuba hiyo ya ufunguzi pia amesisitiza umuhimu wa nafasi ya kizazi cha sasa katika kuendeleza mapambano ya kuiendeleza Afrika yenye umoja iliyoanzishwa na viongozi waliotangulia. Kwa upande wake Balozi Ami Mpungwe amesema kuwa ili rasilimali hizo ziweze kuleta matokeo bora zinahitaji usimamizi mzuri huku akisisitiza kuwa msingi wa kuyafikia maendeleo endelevu ni kuhakikisha swala la amani, umoja na mshikamano linapewa kipaumbele kikuu. Hivi leo ndio, ndio tumefikia uh, tamati ya sherehe hizi. Tumekuwa na tumemtegemea uh, tuitegemea wasemaji mbalimbali kufika, lakini bahati mbaya wengine wameshindwa. Lakini hivi sasa mjadala unaendelea na wapo katika katika paneli hiyo kuna waziri Kabudi, Jenerali uh, Ulimwengu na um, Profesa Issa Shivji. Wapo katika mjadala wa kuangalia Afrika tumetoka wapi, hapa tulipo hivi sasa, na jinsi gani tunaweza kwenda mbele katika kupambana na changamoto mbalimbali mbali za maendeleo barani Afrika. Katika hatua nyingine rais huyo mstaafu wa Afrika Kusini amempongeza rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mhadhara wa mwaka 2025 kufanyika nchini Tanzania na kutambua mchango mkubwa wa Tanzania katika kuunganisha Afrika na uongozi imara. Tanzania imekuwa nchi ya pili barani Afrika na nchi ya kwanza Afrika Mashariki kuwa mwenyeji wa mhadhara huo ambapo mwaka elfu mbili na ishirini na tatu muhadhara huo ulifanyika jijini Conakry, Jamhuri ya Guinea. Asante sana Ellen Manyangu. Waziri wa nchi ofisi ya rais TAMISEMI, Muhammad Mchengero amewataka wakuu wa mikoa kuhakikisha wanasimamia uwepo wa amani na utulivu kwenye mikoa yao, ikiwemo kudhibiti viashiria vya uvunjifu wa amani kutoka nje ya mikoa yao ili taifa liendelee kuwa na amani. Taarifa zaidi na mrisho mapeo, akizungumza jini Dar es salam katika hafla ya uzinduzi wa soko la nyamachoma la kumbi la moto lililopo kata ya Vingunguti. Mchengero amesema bila ya uwepo wa amani, shughuli zote za kiuchumi haziwezi kufanyika, hivyo ni muhimu kwa wakuu wa mikoa wakiwa kama wenye viti wa kamati za ulinzi na usalama kusimamia suala la usalama, huku akimpongeza mkuu wa mkoa wa Dar es salam kwa namna anavyopambania amani jijini humo. taifa hili limefika hapa tulipo, kwa sababu wazee wetu walifanya kazi kubwa kwa ajili ya taifa hili. Na sisi vijana wa karne hii tunawaambia Watanzania, tutailinda amani ya nchi hii kwa nguvu zetu zote, kwa nguvu zetu zote. Na ndio sababu leo hii wazee wametulia. Inapotokea machafuko ya aina yoyote hapa, machafuko hayo hayataangalia huyu ni mzee hayataangalia huyu ni mama, hayataangalia huyu ni mtoto, hayataangalia huyu ni kiongozi wa dini, hayataangalia kijana. Kwa hiyo ni wajibu wetu wa Tanzania kuilinda amani hii kwa nguvu zetu zote. Akizungumzia uzinduzi wa soko hilo la nyama choma Mchengero, amesema soko hilo linaweza kuwa ni suluhisho la kukabiliana na changamoto za kiuchumi kwa wanawake na vijana. Hivyo, pamoja na kupongeza viongozi kwa ubunifu huo ameelekeza wananchi kuendelea kuwezeshwa. Tumekuwa na viongozi wengi, lakini nataka niwathibitishie wana Vingunguti, nadhani sijawahi kusimama kumsifia diwani kwa sababu si utaratibu wangu, kama waziri wa TAMISEMI, lakini hapa namsifia diwani wenu, anafanya kazi nzuri, anafanya kazi nzuri sana. Soko hili la nyama choma si tu linajenga mazingira bora ya kibiashara, bali linafungua fursa kwa makundi mbalimbali, wakiwemo vijana kwenda kujiajiri, wanawake kujitegemea kiuchumi, na jamii kupata huduma mazingira safi, salama na rafiki. Nimekusha sema na nitarudia, hii ndio lengo kuu la ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, kwenda kuleta maendeleo kwa watu na sio watu kwenda kutafuta maendeleo. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Charamila amesema soko hilo ni matokeo ya kujifunza uzoefu kutoka kwenye mataifa mengine, huku akimwomba waziri wa TAMISEMI kusaidia kuboresha usafiri wa mwendokasi jijini humo, hususan kwenye upatikanaji wa mabasi. Ni kushukuru sana kwa maendeleo ya barabara za mwendokasi. Hizi barabara ziko kwenye ofisi yako Mheshimiwa Waziri, hivi ninavyozungumza, hii barabara inayokuja airport ni ya kilometa 23.3 na imetengenezwa kwa bilioni 231. Hivi tunavyozungumza Mheshimiwa Waziri, hii pamoja na ile inayoelekea kule Mbagala kilometa 20.3 iliyotengenezwa kwa bilioni 217. Mheshimiwa, Mheshimiwa Waziri, hizi barabara zote zinakamilika na zinaendelea kuikonekti Vingunguti na baadhi ya maeneo mengine ya Dar es Salaam kuonekana ni maeneo nadhifu na mno. Hebu tupige makofi mengi sana kwa mheshimiwa waziri kwa kazi nzuri ambayo anaifanya. Akitoa taarifa ya soko hilo na miradi mingine, mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, Eli Huruma Maberia amesema mradi huo ni katika dhamira ya Rais Dr. Samia kusaidia wafanyabiashara wadogo kiuchumi na kwamba halmashauri itaendelea kusimamia ubora wa miradi kwa kuzingatia thamani ya fedha. Mheshimiwa Waziri, mradi huu kipekee unadhihirisha dhamira njema ya serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuwakomboa wananchi kiuchumi. Na umeshuhudia wakati unakagua mabanda, babalishe, mamalishe, wachoma nyama lakini kutakuwa na biashara nyingine ndogo ndogo ambazo zinawakwamua wananchi hawa kiuchumi kama huduma ndogondogo ndogo ndogo za kifedha. Mheshimiwa Waziri, soko hili ambalo kimsingi ni la kwanza kwa jiji letu la Dar es Salaam limeunganisha makundi hayo niliyoyasema, wafanyabiashara na wajasiriamali wadogo wadogo. Na kwa gharama ya mradi kama ulivyotajiwa ni shilingi milioni 729.6. Mheshimiwa geni rasmi, mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Tunaposema Raisi Samia mitano tena bajeti ya jiji hapa tulipanga milioni hamsini na nne. Nikamweleza aliyekuwa mkurugenzi wakati ule kakangu Juamali Satura, nikamwambia kwa milioni hamsini na nne na dude ambayo iloliona Namibia haliendani, bora wataalamu wetu watanue umradi. Na niligombana na Injinia Mtega, kama yupo anisamehe sana, kuingilia kwa sababu ni mtaalamu wa michoro. Kwa hiyo nikamwambia design ambayo tunataka iwe ni hii. Na Mtega akawa mbishi sana, nimuuliza swali: wewe ulisafiri nchi gani? Akaniambia nimesafiri kwenda Uh, Sumbawanga kwa ajili ya kuweka sawa mwili. Kwa hiyo hakwenda nchi yoyote. Mtega we, nimekusamea acha niaanimekusamee hacha. Kwa hiyo ndio hili jambo unaoliona. Kwa hiyo hata lile jina unaoliona ni kwamba wananchi wenyewe waliona kwamba huyu bwana mkubwa amepambana. Katika hafla hiyo iliyohudhuriwa na viongozi mbalimbali, halmashauri hiyo imesaini mikataba mitano ya ujenzi wa barabara kwenye jiji hilo pamoja na kuzindua gari kwa ajili ya matumizi ya mstahiki mea wa jiji. Ni kushukuru sana Mrisho Mapeo. Mkuu wa polisi wilaya ya Magu mkaribu mwandamizi wa polisi SSP Haji Makame amewataka wananchi kuachana na imani za kishirikina ambazo zimekuwa chanzo kikuu cha mauaji na migogoro katika jamii. Emmanuel Meshak ameandaa taarifa zaidi kutoka Mwanza. SSP Makame ametoa wito huo katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika kijiji cha Kisamba kata ya Lubugu ilani humo ikiwa ni mwendelezo wa kampeni ya kutoa elimu ya ushirikishwaji wa jamii katika kuzuia uhalifu. Aidha, amewataka viongozi wa serikali za vijiji kushirikiana na jeshi la polisi kuzuia mauaji yanayotokana na imani za kishirikina, migogoro ya ardhi na vitendo vya kujichukulia sheria mkononi. Imani za kishirikina yaani kwenye maeneo yetu haya kwa sababu ya utamaduni tuliozoea, inaonekana kama ni kitu cha kawaida watu kutumiana mambo ya, ya ushirikina. Sasa vijana ndio huaga wana tabia kusema huyu ni nani, ni mchawi au kama sio kijana, inawezekana familia iliyopo jirani, kwa maana ya pale pale kwenye familia ndani, au vijana wa jirani wa karibu, kwamba huyu inawezekana ni mchawi, mwisho anaamua kwenda kumkata nini panga, si ndio? Sasasii niwaambie sisi kama jeshi la polisi, hilo jambo hatutalivumilia, na tukikubaini tukikubaini wewe ni fulani, ulihusika mimi niwaambie, sheria inakuhusu, yaani jela inakuhusu, kifungo cha maisha. Mmoja wa wananchi Paskazi ya Kibuga amewataka wananchi wenzake kuachana na imani hizo potofu. Akifariki mtu anapata mtu aliyemuua, lakini kufa kupo kwa kila wakati na mimi, yani ni njia ya kila binadamu kwa kweli. Mimi nilikuwa naomba hilo kwenye kijiji chetu tuliondoe, na mchawi hatumjui, naonekani alipo nani? Anayemjua mchawi hakuna, anayemjua mchawi hapo kwa kweli, na mimi linaniuzi. Kwa upande wake afisa wa polisi jamii mkoa wa Mwanza kamishina msaidizi wa polisi ACP Lwele Mpina ameonya vikali dhidi ya watu wanaojihusisha na mauaji ya vikongwe na watu wenye ulemavu wa ngozi, ambapo amesema kuwa kwa yeyote atakayejihusisha na vitendo hivyo atakumbana na mkono wa sheria. Imani za kishirikina tuachane nazo, lakini hapo hapo kuna mauaji ya vikongwe, mauaji ya vikongwe kutokana na hizo imani. Mama fulani, bibi fulani anaenda anakatwa mapanga, hilo hatulitaki na hilo mimi na kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, hatutaki tulisikie litokea hata siku moja, kwa sababu mtu akikatwa na mapanga, sisi tunafahamu yani, tunawakamata wote. Nikushukuru sana Emmanuel Meshak. Chama cha wafanyakazi wa serikali TUGHE wametoa misaada kwa wanachama wa chama hicho ambao wenza wao wametangulia mbele za haki, ambapo tukio hilo limewakutanisha wafanyakazi kutoka maeneo mbalimbali mikoa ya Pwani na Dar es Salaam. Taarifa zaidi na Ellen Manyangu, akizungumza na waandishi wa habari wakati wa hafla hiyo fupi iliyofanyika Masaki jijini Dar es Salaam. Mwenyekiti mkoa wa Dar es Salaam Brendani Maro amesema kuwa chama hicho kimekuwa kikifanya tukio hilo kila mwaka ambapo wamekuwa wakiwagusa watu wa nyanja mbalimbali. Tumeamua kuchagua kundi maalum, huwa tunakuwa na utaratibu kwenye kila kikao chetu cha namna hii. Kila mwaka tunachagua kundi la kuwa nalo kama sehemu ya uhusika wetu kama chama cha wafanyakazi kwa wanachama wetu. Kwa hiyo tumekuwa na sessions ambazo tunakuwa na kina watoto ambao wazazi wao walikuwa ni wanachama wetu, tunakuwa na sessions ambazo tunakuwa na akina mama Uh, ambao wana wana, uh, wanachama wana, wana, wana, wana, wana, wana wetu lakini wana changamoto mbalimbali. Kwa hiyo kipindi hiki cha mwaka tumechagua kundi la, la kuwa na kundi la wanachama wetu ambao wenza wao wametangulia mbele za haki. Kwa hiyo wanaweza kuwa ni wagane na wanaweza kuwa ni wajane. Kwa hiyo tutakaa nao jioni ya leo kama sehemu ya wanachama wetu, tuendelee kufarijiana nao kama kundi maalum la wanachama uh, katika uh, chama chetu ili tuweze kuwapa faraja tuwape imani tuwape matumaini ya namna ambavyo wanaweza kupambana na kutekeleza majukumu yao bila kuathiri, eh, ufanisi wa majukumu yao kwa kuzingatia hali ya maisha yaliyonao kwamba wamepoteza wenza wao. Kwa upande wake mbunge wa wafanyakazi aliyekuwa mgeni rasmi katika hafla hiyo, Jenny Jerry amewakumbusha wafanyakazi serikalini kuhakikisha wanajiunga na chama hicho kwa lengo la kuwa na umoja na kurahisisha na kutatuliwa changamoto zao kirahisi. Ushauri wangu wafanyakazi, wasijidanganye kukaa nje ya vyama vya wafanyakazi. Vyama vya wafanyakazi ndio sauti yetu na ndio maana huwa tunasema solidarity, kwamba mshikamano na ule wimbo, sisi tukiimba tunashikamana. Ni, ni COVID tu ndio ilikuja kuleta tushikane huku, lakini zamani ambao tulikuwa tuge zamani kabla mjaimba mnapitishana mikono, ina maana hapa hakuna ambaye anaweza akawatenganisha, na mnapokuwa mnaungana mkawa na sauti ya pamoja, kusikilizwa ni kwa haraka sana. Nao makamu mwenyekiti wa Tuge Taifa Dr. Jenny Madete na mmoja wa wanachama ambaye mme wake ametangulia mbele za haki aliyepatiwa msaada katika tukio hilo wamekuwa na haya ya kusema. Mimi nitoe tu wito kwa uh, wanachama wengine watuge kitu kama hiki kinaleta umoja sana unapowakutanisha viongozi wa matawi wa mkoa wako wote, wakiwemo na wanachama, inaonyesha solidarity ambayo tunaiimba ni kubwa sana na tukiondoka hapa, tunaenda kufanya kazi kwa bidii, kwa sababu slogan yetu sisi ni kufanya kazi halafu tu, ndio tudai huduma nani maslahi yetu. Kwa hiyo kufanya hiki kitu sisi kinatusogeza karibu na kusemezana, lakini pia a, tunapata uzoefu wa kutoka matawi mengine. Kama unavyoona hapa, watu wamekaa kwa mchanganyiko, wanaotoka Ocean Road, anatoka Muimbili, anatoka Amana, anatoka Temeke, anatoka TCA, anatoka Mahakama. Sisi wote ni wamoja, tunaunganishwa na chama chetu cha Tuge. Napenda kushukuru chama changu cha Tuge kwa kutukumbuka sisi wajane kufikiria kutufanyia event kama hii, wametuandalia kwa kweli, wanatufariji na sisi tunaonekana kwamba kweli tumo na watu wanatufikiria kwamba wajane pia ni watu ambao wanastahili kupewa pole, kwa namna kufarijiwa, kwa namna tofauti tofauti. Ni taarifa yake Ellen Manyangu. Wananchi wa wilaya Mkalama, Singida, ya Mkalama mkoani Singida wamemwomba mbunge wa viti maalumu kupitia chama cha demokrasia Chadema Jessica David Kishoa kugombea nafasi ya ubunge katika jimbo hilo kupitia chama cha Mapinduzi CCM. Mwanahabari wetu Amini Nyaungo anayo taarifa zaidi Ishangwe. Ndelemo na vifijo vimetawala Iguguno, wilaya ya Mkalama mkoani Singida. Hii baada ya mbunge wa viti maalum mkoa wa Singida, Jessica Kishoa, kuweka wazi safari yake ya kisiasa inapoelekea. Baada ya kufika eneo la tukio, wananchi wamemwomba agombee ubunge wa jimbo la Iramba Mashariki ili awatatulie kero zao. Kalama yetu hii. Kuomba majeska, jeska, form, Ndamane, na kuomba mheshimiwa, kama Mwenyezi Mungu atakupa ridhaa, naomba Jessica uweze kuchukua fomu uweze kutusaidia katika Mkalama. Maandamano tukachukua fomu kwa ajili yako, tutakuchangia sisi wakina mama. Baada ya maombi hayo, kwa ridhaa yake amekubali kugombea nafasi hiyo ya ubunge jimbo la Iramba Mashariki, huku akitaja chama ambacho atakitumia kugombea nafasi hiyo jimbo la Iramba Mashariki wilaya ya Mkalama, naomba niwaambie ifa kama ifuatavyo. Mimi ninajua mmenipa jukumu zito sana. Ubunge sio kitu rahisi, hasa kama una dhamira ya dhati ya kutumikia wananchi. Nataka niwahakikishie ya kwamba nimepokea ujumbe wenu nimeuelewa vizuri na ninawahakikishia, sitapuuza sita agizo hili la wananchi kutoka Mkalama. Ninakwenda, ninakwenda kuchukua fomu na kugombea jimbo la Iramba Mashariki. Ninakwenda kugombea jimbo la Iramba Mashariki kupitia Chama cha Mapinduzi. Katika hatua nyingine, Kishoa amekabidhi nyumba yenye thamani ya shilingi milioni 15, kwa mwananchi mlemavu aliyekimbiwa na mama yake mzazi. Baada ya kuwa kwenye mkutano, nikapata taarifa kwamba amekimbiwa na mama yake, kwa sababu ya ulemavu alionao. Bibi akaachiwa mzigo mzito wa kulea mtoto na kati, bibi mwenyewe alikuwa amechoka, na hata sehemu ya kuishi alikuwa hana. Hivi ninavyozungumza na nyinyi hivi ninavyozungumza na nyinyi na wengine mnajua, nilitoa ahadi ya kumnunulia kiwanja na kumjengea nyumba. Nimefanya hivyo, nimejenga nyumba, vyumba viwili na sebule na pamoja na choo. Asante sana, amini Nyaungo kwa taarifa hiyo. Mtazamaji wa TVE, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Nezia Masinde. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa ya habari kifuatacho ndani ya TVE habari. Na katika habari za kimataifa, Joseph Kabila adai kuwa nchi ya Congo DRC inaendeshwa kidiktekta.